Biashara ya Airbnb inafanyaje kazi? Hili ni swali ambalo pia najua unajiuliza sana kama unajaribu kuelewa hii biashara. So tuchukulie mfano wewe ni baba au kijana ambaye unatafuta um, tuseme, nyumba ambayo mnaenda kuenjoy wewe pamoja na marafiki zako au wewe pamoja na familia yako. So kama unatafuta nyumba ambayo unaenda kuenjoy na familia yako, hatua ambazo utazichukua ni zipi? Most probably namba moja utaingia Instagram utaanza kutafuta Airbnb ambazo zipo Dar es Salaam au kama una rafiki ambaye probably umeshai kuona ameshaenda hiyo sehemu ambayo unaifikiria kwenda, unaweza ukachukua namba yake ukampigia ili tu kupata hiyo sehemu sio? Kwa hiyo namba number one ni research. Unajaribu ku research kujua maeneo tofauti tofauti, na unapoingia Instagram, kumbuka itabidi uingia kwenye account tofauti tofauti, kwa sababu ni maeneo machache sana ambapo unaweza ukapata listing ya properties nyingi kwa wakati mmoja. Mara nyingi utakuta huyu labda ana apartment yake hapa, mwingine yuko pale, mwingine yuko kule. Kwa hiyo kifupi, utateseka kupata apartment fulani ambayo unaitafuta, kwa kuna ugumu fulani uko hapo katikati, sio. Let's say ukaje ukapata hiyo two bedroom apartment, ukiwa pale Instagram ukishaiona na ukajua kabisa hii ndio ile ambayo tunahitaji najua kitu ambacho kitafuata ni wewe labda kumtumia mtu DM, au kumtumia message. Kuna changamoto yoyote? mi ni mjasiriamali nilijikita kwenye short-term rentals. Na na experience ya miaka mitano kwenye hii biashara, na highlight kubwa ikiwa ndani ya miezi 11 tulikuwa tumeweza kutengeneza mapato ya milioni 91. Na kwa sasa tunaingia kwenye video ambayo imejaa thamani na najua itakwenda kubadilisha kabisa mtazamo wako kuhusiana na biashara hii. So, hiyo ni process nzima ambayo watu wengi wanaichukua au probably mwenyewe ushaichukua pale unapokuwa ukitafuta a short-term stay sehemu ambayo unaweza ukaikodisha, okay, kwa muda mfupi. Lakini je, unajua kwamba prosesi yote hiyo, kuna watu walikaa chini wakasema, mm, ni, kwanini kwa kwanini tusiwarahisishie tuna, tuna na kuhakikishia kwamba tunahakikisha kwamba prosesi nzima inakuwa verified, inarahisishwa na inakuwa very safe kwa huyo mtu anayebuk, lakini pia kwa huyo mtu ambaye anabukia watu hao hizo so, hawa watu waliokaa chini wakafikiria hivyo ndio kampuni inayoitwa Airbnb. lakini sisemi kwamba kampuni pekee ni Airbnb inayofanya hivyo. No, kama navyoendelea kuongelea kuhusiana na haya mambo ni kwamba kuna Airbnb, Booking.com, Vrbo na zingine nyingi, lakini Airbnb ndio common, sio? Kwa hiyo inamaanisha sasa hivi kwa, kwa namna ambavyo wameirahisisha ni kwamba mimi na wewe tunapohitaji apartment ya muda mfupi tunaingia kwenye platform kama Airbnb, unaandika tu airbnb.com. Ukishaingia airbnb.com unaingia, utakuta ukurasa wao pale, edha ni tovuti au app. Na kwenye huo ukurasa utakuta kuna listing za apartments tofauti tofauti, apartments, villas, tents, sijui magari, kila unakuta ziko pale. Nikisema magari na maanisha uh, VR, zile kubwa ambazo watu wanaweza kalala huko ndani, ambazo ziko chache hapa Tanzania, but anyways, zipo huko. Kwa hiyo utakuta listing, orodha za hizo nyumba ambazo, kutokana na request yako, kuna sehemu pale pa kusearch ambayo unaweza kaandika labda, natafuta nyumba Masaki, natafuta kuanzia tarehe fulani hadi tarehe fulani, nategemea kuwa na watu wazima wanne na watoto wawili, afu utabonyeza search. Search pa the moment unabonyeza search, hii process nzima ambayo ilibidi kuchukue masaa ma, au madakika kadhaa ili kuweza kupata apartment, kiufupi utaona orodha za apartment zote zinazopatikana Masaki ambazo ni two bedroom labda, ambazo uh, wanaweza wakakaa watu wazima hao sijui wawili na watoto sijui wangapi, na kwa tarehe hizo ambazo unazitafuta, zote zimeainishwa sehemu moja. Kwa hiyo imetoa hiyo friction na huo muda wao kuteseka kupata hizo apartments, na unapoamua let's say pale, kwa sababu una options nyingi. Kwa hiyo pia inakuongezea option. Ndio namna inavyofanya kazi, inakupa options, kwa sababu kumbuka kuna apartments nyingi watu wanajaribu kuzilist huku. Kwa hiyo inakupa wewe option ya kuweza kuchagua apartments tofauti tofauti ambazo zipo humo. So, ukishachagua labda two bedroom hii, mimi imenivutia zaidi kwa sababu ina swimming pool, ipo karibu na beach, ina ambience fulani ndani ambayo mimi naipenda. Then, inakurahisishia pia uwezo wa wewe kuibook. Kwa hiyo pale pale ndani ya lile jukwaa moja una uwezo pia wa kubook pale pale. Ungekuwa Instagram inabidi utoke Instagram, uingie WhatsApp WhatsApp ungenaye, ukishatoka WhatsApp uende sasa, siuu, utume hela kwenye Mpesa, utoke Mpesa, urudi kwayo. Inakurahisishia, unaweza kubonyeza pale pale book, na kwa sababu utakuwa unayo tayari akaunti yako ya Airbnb, maanake usha connect na bank, itakata hela. Kiufupi, ile apartment itakuwa booked, na pia Airbnb itahakikisha kwamba safety, safety yako kwanza unapoenda kwenye hiyo apartment, kwa sababu ina vitambulisho vya huyo mtu ambaye unaenda huko, kwa sababu in case kitokea changamoto yoyote, una uwezo wa kuoneshwa ID au Airbnb kufuatilia na kuhakikisha kwamba vitu vinakuwa sorted. Kwa hiyo they cover also your safety, na kitu kingine ni kwamba wanahakikisha kwamba hata ikitokea conflict, ikatokea tatizo lolote ukiwa kwenye apartment kama hiyo, inamaanisha badala ya wewe kwenda kulumbana na huyo Uh, uh, uh, mwenye this is reasonable na ni kitu ambacho probably singekuwa rahisi kama ungekuwa umeenda mwenyewe kwenye, um, kupitia Instagram na ukakutana na huyu mtu amekupeleka um, pale ndani anaweza kazima simu afu akakuachia ukae hapo ndani mpaka kesho yake. Okay, kwa hiyo jukwaa kama hiyo inakusaidia kwenye research, inakusaidia kwenye transactions, inakusaidia kukupa options tofauti tofauti, inasaidia kukupa um, um, watu ambao wamekuwa vetted verified, lakini pia inakusaidia kuhakikisha safety yako, ndo kwa maana hiyo safety yako wakati unatumii platform, lakini pia ikitokea changamoto wako pale kukusaidia. Hivyo ndivyo Airbnb inavyofanya kazi. So wewe sasa, hiyo nimeongelea kwenye upande wa mteja, lakini je kama wewe unaisikiliza una, una hii video kutoka kwenye upande wa mtu mwenye apartment au villa au nyumba fulani inakuwaje? Kama ni upande huo, inamaanisha wewe unapata fursa ya kulisti nyumba yako kwenye platform ambayo ina watumiaji wengi sana. Airbnb ni one of the most Uh, popular platform ikija kwenye masuala ya short term rentals. Kwa hiyo inamaanisha kama sasa hivi una nyumba yako Mbezi Beach ambayo ni four bedroom, unateseka kupata wateja. Maana yake kama ungeweza kuchukua hiyo four bedroom apartment ambayo tayari iko furnished. Hapa tunaongelea apartments ambazo ziko furnished. Ukachukua ukajaza taarifa zake vizuri. Maana yake location yake, ukaweka title yake, ukaweka description, maelezo kuhusiana na hiyo sehemu, ukaweka price ya hiyo sehemu, kwamba ni shilingi flani, na ukaweka amenities, vitu fulani ambavyo wateja wanavitafuta, ukavipangilia uka vizuri ndani ile platform, kana kwamba wakitafuta wakupate kwa urahisi, na ukaweka location yako ndani ya hiyo platform. Inamaanisha uwezo wako wa kupata wateja, hata kama watakuwa ni wa nje ya nchi, ni mrahisi compared kama tungekuwa umeweka kwenye Instagram au website yako. Kwa sababu fikiria, kama wengine hapa najua mnasikiliza, mna website zenu, website yako hadi sasa hivi inapata visitors wangapi per month. kama inapata visitors 500 per month, 120, 30, maana yake you wasting your time. Ni bora ungekuwa unaiweka kwenye platform kama Airbnb, ambao probability ya kuonekana ni mkubwa kuliko labda kwenda kwenye website au kuangaika na page yako binafsi ya Instagram. So kwa upande huo kama nilivyosema inakurahisishia wewe kulist kuorodhesha nyumba yako kwenye jukwaa ambalo tayari lina watu wengi, na pia inakuongezea security kwa upande wako, in case mteja akifika pale akivunja kitu, Airbnb wanakulipa. So mtu amekuja hapa amevunja TV ameondoka, ukituma evidence ya kwamba hii TV ilikuwa vizuri, huyu mteja ameingia amevunja, Airbnb will pay and compensate you for that TV compared na kwamba mteja anaweza kaja hapa haujuani, haujua naye, amechukua tu namba yako, sijui wapi, kaja akavunja TV kaondoka asubuhi saa kumi na moja, huna mlinzi getini, ehe, unafanyaje? Kwa hiyo platform kama hizi pia zinakusaidia kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe unakuwa safe, lakini pia kitu kingine inahakikisha kwamba vitu kama identity yake imekuwa verified ili pale ambapo pia kitokea changamoto zingine ukiachana tu na za, za kuvunjika kitu au nini, una uwezo wa kupata ID yake, kwamba huyu mtu labda ID yake ni hii, anatokea nchi fulani, namba yake ni hii hi, na kwa kupitia msaada wa Airbnb wewe unaweza kupata resolution, right? Na cha mwisho kabisa na kusaidia kuhandle payment transactions. Kwa hiyo mfano kuliko wewe ungekuwa labda unapokea huku sijui kwenye kwenye simu huku sijui kwenye benki na nini, unakuwa na sehemu moja ambayo hela zako zote unaona kabisa zimeingia hapa, commission tulolipa kwa kwa, kwa Airbnb ni hii, manake kiasi hicho nategemea kuona kwenye akaunti yangu labda dola elfu moja kwenye akaunti yangu mwezi huu. Inakusaidia pia kujua namna gani unaweza ku navigate mambo ya finance kiurahisi, kwa sababu unakuta ni akaunti moja. So kwa upande, nimeonesha kwa pande zote mbili ambavyo inafanya kazi kama wewe ndio mwenye nyumba au kama wewe ni mteja. Asante kwa kuangalia video hii na kama unataka kuendelea kujifunza zaidi, kuna videos tunazo hapa kwa ajili yako. Lakini pia kama umepata kitu cha thamani, please usahau kusubscribe, share na mwingine ambaye anataka kujifunza zaidi kuhusiana na hii biashara, like au comment. Hii yote inasaidia video zetu kwenda zaidi kwenye algorithm ya YouTube. Mimi ni Ian Metili. Kumbuka wewe ni tajiri.